nimefurahi sana kukutana nawe. Unapendeza, uh, sana katika, katika mavazi yako haya ya, ya kazi sasa. Yeah, wakati um, nilisikia kukuhusu nilisema wacha niende kule Dar es Salaam, Tanzania ili niweze kukutana na wewe moja kwa moja sasa. Uh, tuweze kuwa na mahojiano kuhusiana na taaluma ya uh, kiganga. Hebu kwanza, kabla tuendelee, uh, ningependa uweze kujitambulisha kwa majina na taaluma yako na ni kwa sababu yeye pitiko hapo. Kwa majina mimi naitwa Nurdin Kafeni Suleman Ali Kayela, hayo ndo majina yangu maarufu, ukiniguzia mtanipata. mm -hmm. <laughs> na nipo ndo ndonafanya kazi hii na miaka kidogo na miaka mingi kidogo katika kazi yangu hii e, kwa hiyo ndo nipo hapa naendesha kazi ikazi ipo kikeni kwa mama, ipo kiumeni kwa baba, kwa kote ikazi ipo <gulitura> ndio maana sisi tunaendelea mbaya kesho kufanyaje kuifanya hii kazi. Kwa hivyo wewe ni mganga sio? Ee, mimi mtibabu, yani muomba Mwenyezi Mungu, muomba Mwenyezi Mungu, ee, na muomba Mwenyezi Mungu. Mtu akija ameshida yake ameelezea inshallah au anachokitaka basi, tunamuomba Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio mwenye kumfanya mtu kufanikiwa. Naam, naam naam. Uh, unajua kule Kenya mara mingi wakati natembea kwenye mabarabara na naona vibango ambavyo vimeandikwa daktari maarufu kutoka Tanzania anatibu ukosefu wa nguvu za kiume, aa, anatibu ukosefu wa ndoa, kurudisha mke aliyepotea, mume aliyepotea na mambo kama yale. aa, hii ndio kazi unayofanya au sio? Ehe, hii kazi ndo nafanya, ila najua katika, katika utibabu kila mtu jinsi alivyozoea kwa hiyo mwingine kashazoea kutangaza kwa vibango, mwingine ndo anaweka anavyojua yeye. Lakini inshallah mimi kila kazi naweza kumwombea mtu Mwenyezi Mungu ikaenda sawa. Kwa hivyo vyote ulivo ulivyovitaja hapo ulivyovizungumzia vyote vinawezekana, hakuna kinachofanya kinachoshindikana kwenye kumsaidia mtu. Kwa hivyo nisiwe nakosea, kwa hivyo nisitumie Uh, neno mganga kukuu ah, mganga unatumia. hmm. kwa sababu kuna kuna mganga kuna mafundi waganga tupo wengi hmm. mafundi wachache na tunazidiana hmm. si unaelewa eh, ee. Kwa hiyo ukisema mganga, silipendelei mtu alitumie kuniita mganga, kwa sababu yani napenda tu niitwe kama nilivyo, Nurdini, inshallah, ili mnadi dabu kuwa watu wengi wanajua kazi yangu, na wengine hapa nyumbani wetu wengi hawaniti Nurdini, wengine wananiita fulani, kwa hiyo uwezi kulikataa, so sijui unanielewa? yeah, kuna hili kuna, kuna neno uh, ambalo uh, unaitwa uh, title, uh, uh, ambayo una, unaitwa kama unajulikana kama daktari hey, yeah. yeah, wa uh, hey. uh, so, tiba asilia hiyo ni Kiswahili konka hiyo ni Kiswahili yani, ile kubwa zaidi daktari wa tiba asilia so hii tiba asilia ni nini haswa? wewe ndio uh, ambaye unatibu magonjwa mbalimbali kama Uh, ambayo anasumbua watu katika jamii e, ndio maana ikaitwa tiba asilia maana. mm. tiba asilia yani kwamba vipi unatibia kitu kilichokuepo yani mtu ambacho kinachomsumbua, si unanielewa? Mwingine mm. atakuja leo anaumwa maradhi haya, natakiwa umtibie. Yani kila ina maradhi, unatakiwa ujue jinsi ya mfumo wake kufanyaje katika kutibia mm -hmm. ah, swali ambalo linaibuka katika <coughs> akilini ah, mwangu ni kwamba Uh, unatoa wapi uh, ufahamu au umaarufu au um, unatoa wapi nguvu hizi ambazo natumia kutibu watu? Sasa umeuliza swali zuri na nitakujibu kiufasaha, sio? Unaelewa, kuna vitu yani, kuna kitu kila mtu jinsi anafanya na anavyokichukulia eh, kila mtu kitu jinsi anavyokichukulia. Kama mimi natibia, nafanya matibabu kama hivi, ukija unaweza mimi upo na mimi Nurdini nimekukaribisha, mm -hmm. na kutibia, nikishindwa, kuna watu wapo wapo mbele yangu, wapo nyuma yangu, kwa hiyo wale wanaelekeza au wanaelekeza, kazi mfanyie bado kazi mm -hmm. fulani, au mfanyie hichi hicho, achana nacho, mfanyie kazi hii au mfanyie. Kwa hiyo ndo asili ya tiba. Kwa hiyo kuna viumbe vipo, lakini vimejificha, ambao si atuvioni, na vinapenda sana kuwavaa katika binadamu unaelewa? Kwa hiyo hivi uh, viumbe ni vipi hivi? Hebu hebu vitaje. Viumbe Eh, viumbe vipo vya aina nyingi. Eh e, e, kuna kukum. au walimu hapo walimu wa aina nyingi. Eh e, kuna walimu wengi. Mtu binadamu anaweza kawa naye, akawa binadamu unamwona tu, lakini kumbe ana watu wake e, katika kichwa au ana viumbe vyake ambavyo vimemtawala. Eh, unaweza ukakutana na binadamu tu akakwambia, "Wewe bwana mbona una shida moja, mbili, tatu?" Lakini ukishafanya vile mwingine ndo atasema, "Ah, hivi na vile lakini nakuu, kuna viumbe vipo." So kwa hiyo kuna viumbe ambavyo <coughs> vinakusaidia. E vinasaidia katika maswala ya kazi. Aha, na, na, na hawa viumbe ndio ambao wanapeana wanapeana <coughs> matibabu na wanaweza kuponya magonjwa ya watu ehe. Hawa viumbe kazi yake nao vilevile, vile wanaomba sina nanielewa, <coughs> nao wanaomba, ila wale pia wanakuonyesha njia hii. Huyu mteja mfanyie njia hii, atafanikiwa kwa uwezo wa Mungu. Mteja huyu mpitishe njia hii, atafanyaje, atafanikiwa I, ili tusiweze kupoteza watazamaji wetu, hawa viumbe nawazungumzia hawa ndio tunawaita majini e. Ni sahihi, ni sahihi e. uh, ni si, so jina baya mm hilo -hmm. maana yake nimeona uja kutumia si kukosa kulitumia, sio jina baya, ila sijapenda tu kuwataja au kuwatamka kwa kama hivi tulivyo, lakini wanajulikana kwamba ni majini. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, swali langu ambalo nina hakika <coughs> linasumbua watu wengi ni kwamba um, mbona watu wengi hawaelewi taaluma hii ya uganga? Maanake uh, ukizingatia dini uh, asua dini ya Kikristo, uh, wakisikia kwamba umetafuta usaidizi kwa mganga, wanaona ni kana kwamba umepotea na umeenda ume, ume kwa njia potofu na ni kwa nini watu wasishirikishe waganga katika matatizo yao ya kila siku? Umeuliza swali zuri sana, nitakujibu kwa elimu mm -hmm. ipo vipi? Kila jambo ndio linazaa nini jambo, si unanielewa? mm -hmm. Kama hauna matatizo hauwezi kuamini kwamba unaweza kufanyaje, kwenda sehemu fulani ukasaidiwa. mm -hmm. Utapopata tatizo utaamini, ukienda sehemu fulani utafanyaje, utasaidiwa. Sasa hapo nitakuuliza swali afu unijibu, alafu ndo nitarudi. Je, huyu anayoamini, yeye haamini kwamba akija hapa atasaidiwa, au akienda kwa mganga atasaidiwa? Ye anaamini akienda wapi atasaidiwa? Kanisani ama ajifanyie mwenyewe maombi kwa Mwenyezi Mungu? Anafanya maombi kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Anaenda wapi? Kwa Mungu. Ah, umeongea vitu hivi viwili. Anafanya anatakiwa anaenda, yaani dini yake inamwaminisha akienda wapi kufanyiwa maombi. Sasa katika dini ya Kikristo uh -huh. Uh, kila mtu anaruhusiwa kumwendea Mwenyezi Mungu bila kupitia mtu, yote ndio. uh -huh. siji katika dini ya Kiislamu bado, turudi tulimalize hilo swala. Yani akienda kanisani kuombewa na imani, atafanyaje? Atapona? Atapona. Ukija hapa mimi nakuombea, ukija hapa mimi nakufanyaje? Yule kule anakuombea, mimi nakusomea, yote ni dua. Yeye kama anakuombea, ninavyojua mimi na kuombea na kusomea Yani, hapa kila aina ya tiba, ukitaka utafanyaje, itapatikana. mm -hmm. na nakutibia kwa jinsi kwa jinsi matatizo yako jinsi alivyo, na kufanyia kisomo ya kuchanganya na kuchanganyia. Mfano, nikikupa dawa ya miti nikikwambia ukatumie mm -hmm. mti ule kaumba nani? Mungu. Hasa nikikupa dawa ya miti uende ukatumie ukaoge, nimekufanyaje nimekuweka katika imani ambayo sio? Basi Mwenyezi Mungu asingeumba mtu kama hiyo. <laughs> na u, una, ungependa kuambia nini watu ambao hawaelewi taaluma ya uganga hawaelewi uh, tiba asilia uh, na badala yake wanaogopa hata wakisikia mganga yule ni mganga, wanakwepa wana wanapitia wana, wana mbali. Watu kama wao waweze kuwaeleza vipi? na kikupa somo, yani hata ukiwa mwanafunzi ukienda shule kama una elimu au, jafu, au au hauna akili hata ukifundishwa uwezi kuelewa. Sina yeah. Mm. Nielewa. Okay. Mm -hmm. Ila nitakuelimisha, kwa hiyo ukitachukua elimu kama uhitaji elimu utaiacha kama ilivyo. Si unanielewa? Mm -hmm. Ukiwa na matatizo lazima unatakiwa ujisaidie. Kujisaidia kwako vipi? Lazima uhangaike. Utajiombea, ukishindwa uende kwa mwingine naye akakuombee ili uweze kufanya uweze Mungu afanye akusaidie. Mm -hmm. Ndio maana tunaambiwa vijisaidie, nikusaidie. Mwenyezi Mungu anasema jisaidie nifanye, nikusaidie. Mhm. Mm Swala tatanishi ni je, faida za waganga katika jamii ni zipi? Faida ya vipi yn yani? uh, kuwepo kwa waganga katika jamii uh, mnasaidia jamii kivipi? Uh, baadhi ya zile faida. Okay, umeongelea. Ume, umeongelea kutibu magonjwa na ningependa uniambie kwa mapana faida za waganga ni zipi? Kuwepo yani waganga. Kuwepo waganga faida zao ni zipi? Mana Mwenyezi Mungu alivyoumba, si ameumba kila adamu ataenda kufanya jambo lake, hmm. Leo nitakuuliza swali, kwa nini faida ya madereva kuwepo, wanaendesha magari ni nini? Hiy yeah, naeloweka like, maanake watasafirisha abiria kwa. Sawa na mimi nitatibia wagonjwa ambayo wanaumwa, wataekuja na shida zao mm -hmm. Kwa hiyo faida kuu ya waganga ni kutibu magonjwa e, kutibu maradhi, mtu aliyokuwa naye shida, mtu amekuja na shida, kuna shida yani na, najua unapotaka kufika, ngoja nifike kabla hujafika. Yani kuna mtu anakuja ana shida shida manake nini? shida yake ni nzuri bwana, mimi hapa na um, si, kazi zangu sizielewi. Kwa hiyo ukimweka, ukimwombea Mwenyezi Mungu ataikia, si unaelewa? na kuelewa atapokuja bwana, mimi labda nasumbuliwa na tumbo, tumbo lako basi wechukua dawa hii, au ngoja nikusomee, ukamsomea, atafanyaje? Atafanikiwa, si unaelewa? Lakini vile vile kuna wengine tofauti, jinsi wanafanya, wanavotumia ndio, na wewe unapotaka kufika. Kwa hiyo kila mtu jinsi anavyofanya, anavofanya kazi. Kwa hiyo yu, yule anaofanya vile ni nitofauti aiitumeshushw au n yani, natakiwa kazi kaziyetu ni kusaidia. mm -hmm. Ni kweli kabisa. Uh, waganga wanasaidia katika kutibu magonjwa mbalimbali uh, mbali katika jamii uh, lakini uh, swali langu ni je uh, kama waganga wanasaidia kutibu uh, wagonjwa katika jamii mbona wasikubaliwe? Uh, manake watu wengi wana wanahofia waganga wasikubaliwe, ule uoga wa kuendea waganga. Na kujibu kiufasaha, hakuna mganga aliokataliwa, si naelewa. Ndio maana waganga wote wana vibali na maanisha, yani kukubaliwa kwa, kwa katika wingi. Katika kukukua, wingi. Kukua, kukua popular eh, yaani siku zote mimi nikiwa na Sikupendi wewe, mm -hmm. siwezi kumfanya mwingine akupende, nitamfanya yule akufanyaje, akuchukue e. mm -hmm. Nao ukishajijua una imani zako za tofauti huwezi yeah, kumpenda mtu ambaye anaitwa mganga kwa sababu, mm -hmm. unajua tayari hataniumbua na kazi zangu za ovyo. mm -hmm. Na siku zote ambaye watu wanaochukia mambo haya, na hao ndo wanakuwa sio watu wazuri. mm -hmm. Unanielewa timamu? Mm. Lakini sikuna wale watu ambao huenda kwa waganga ku, ku, kuomba waganga, uh, huyu, huyu ni ndugu yangu, uh, tunagombania shamba, inafaa shamba liwe langu, lakini ningependa kumuondoa, naomba unisaidie kumuondoa ili nibaki na shamba. So, ni mfano tu, ni mfano tu. Ushawapata watu uh, kama wale, katika taaluma yako, watu ni wengi, lakini huwa nafukuza, siwezi kufanya kazi kama hiyo. mm-hmm na mambo ambayo mimi nafanya. hmm. Kwa hivyo wewe kazi yako si kuharibu, siwezi kukubali kukuharibia. Hata uje labda eti mimi nimegombana na mume wangu au simtaki mume wangu, nataka nipewe talaka, naweza nikakwambia, nenda sehemu nyingine, mimi siwezi kazi. Lakini kuna waganga ambao watachukua hiyo, si waganga. Ukishachukua kazi hiyo, ina maana wewe si mganga, ni tayari na wewe mshirikina, ni mchawi, ambao unafanya kumuondoa mwenzio. Ukiua nafsi ya mwenzio, ina maana wewe umejitoa katika masuala nando maana, kuna watu, kuna viumbe au kuna binadamu wachawi, wale kazi yao kuua. mm. Ah, umenena ume jambo zuri sana ma, kuna binadamu ambao ni wachawi, kazi yao kuua. Ningependa uweze kutubainishia tofauti ya mganga na mchawi, tofauti ya uganga na ushirikina <laughs> unajua, ukishaingia katika ushirikina umeshafikia kuua, maana huo ushirikina ukiwa unatibia wewe sio mshirikina, kwa sababu wewe unafanya kazi ya nini? Ya utibabu. Ndio maana kuna tiba asili, na mganga lazima uwe na kibali, na kibali kinakata, unakata kabisa kibali, kibali hichi cha uganga kutoka kwa serikali eh, e. Si unaelewa kibali cha uganga, picha yako imeandikwa fulani bin fulani, kwa hiyo ni mganga. Kwa hiyo ukifika kokote, hata akija, ikija, akija mwenyekiti nani, ukimpa kile kibali, ndio maana umekubali kuzungumza nani, all right? ndio ndio maana umekubali kuzungumza na mimi, umekubali ume kufanya mahojiano na mimi manake sijaona kama umekuwa na chochote ambacho unaficha eh. Naweka wazi kila ninachokijua. Mhm, nisichokijua sisemi, ila ninachokijua nitazungumza. Uh, nashukuru sana kwa fursa hii kuzungumza nawe uh, katika mahojiano haya. Nashukuru sana kwa kuweza kutubainishia tofauti ya ushirikina na uganga na kutuelezea taaluma ya kiganga. Um, una mapendekezo yapi katika serikali zetu uh, za Kiafrika manake ningependa tuweze kuwakilisha Tanzania, Kenya, Uganda na hata mataifa mengine ambayo wanaweza kutazama video hii. Yaani mi siwezi kupendekeza au kusema kitu kwa sababu vitu vyote vipo huyu vinaonekana. Kwa hiyo unachokiona ndio tutachoamua kufanya. Moyo wako, nafsi yako unachopenda wewe ndio unafanya siwezi ile kuingilia tena, itapendekezea vipi serikali hiyo hiyo sasa. Sawa, kuna jambo lolote ambalo ungependa kusema? Mimi hapa nipo kwa sababu ya kujibu maswali ambayo, ah, unaona si, wewe si, labda si, yatanishinda mimi ndio nitajibu. Ah, si si, sijakuja kuku challenge <laughs> nime, nimekuja tu kutafuta ufahamu yeah. Ah, kuhusiana na taaluma ya uganga na nafikiri umeweza kunipa maelezo ambayo ni ya kuridhisha sa, sa. Na nimefurahi sana kufika hapa katika ofisi yako na hmm. Ni jambo la kufurahisha. Uliza kile unachokiona usije baadaye ukaacha. Ninapotazama ninapotazama katika ofisi yako naona ala nyingi kweli na sijui kama unaweza nielezea umuhimu ama kazi ya yeah, ala hizi ninazoziona ukutani hapa, kwenye meza. Kila kitu kina kazi yake mm -hmm. ko unachokiona kwako wepesi, uliza, nipate kukuelewesha. Hicho kioo, yaani, ni kama rada, yani unapata ratiba zote au vitu vyote ambavyo vinaofanyaje, vinaotaka kujiri katika masuala ya ofisi yangu. Kwa hiyo napata hicho kioo na kioo kingine kile yani hizi zote ni rada za kujua, na vingine kuna watu wengine ni mfanye ni mwagea, lakini hizi zote rada za kujua, na hata vilevile kama naenda kufanya kazi naedha nikavichukua nikaenda nacho kimoja au nikaviacha. Kwa hiyo hizo ni rada zote ambazo zinanionyesha. Kwa hivyo katika hivyo vioo unaweza kumwona mtu ambaye hajafika hapa kwako? Hiyo naangalia sana sana, ubaya. Kama mtu mbaya unaangalia e? Yani so kwamba mtu una, ubaya. Ubaya. E, yani ubaya. E, yani ubaya najua Yani kwamba inaweza kakupa, kama unavyoona, rada inaweza kukwambia kuna kitu kinafanyaje, kinakuja au siku uh, fulani na kitu fulani kitakuja okay. Ni kama inakuambia yatakayotokea eh, eh. Uh, in future sawa sawa okay. na hivi viraka ni vya nini? Kuna viraka vinaitwa vipi hivyo, vitambaa vitambaa hivyo vimefungwa katika ofisi Mmm, -hmm. Unajua, ofisi lazima iwe na mambo mengi. <laughs> Mbona unaweza kuona nimefunga kama urembo lakini vile vile vina kazi yake. Ndio maana unaona vifanye vimefungwa <laughs> huko. Okay. Aye. Na ile nazi hapo. Eh, hey, nazi ina kazi yake, ndio maana unaona imefungwa. Kwa hiyo nazi inaitwa kaja mwenyewe. Kaja mwenyewe. Kaja mwenyewe. Aha. Mmm. Kazi yake inamaanisha nini? Ina kazi nyingi sana. Okay. Ukianza kuambia huwezi kumaliza. Na mbona rangi ya ah uh, <laughs> ya nyekundu na nyeupe na nyeusi e, kuna zao, kama unavyoona wachezaji kuna jezi za ugenini za nyumbani. Kwa hiyo kila vitambaa vina kazi yake okay. E, na kila mwalimu anakitumia kitambaa chake. Kwa hiyo okay, lazima upendezeshe kwa kila aina ya kitambaa okay, okay. Na tukikuja hapa chini kwenye sakafu aa, naona hili jiko na makaa e. Mm-hmm. ili sio jiko hichi kitezo hichi cha kuwekea dawa mm. E, kama hivi za kuchoma dawa mm -hmm. Kwa hiyo ndo hivyo, hiyo kazi yake kuchoma dawa za maombi, za kuomba tu okay. E, kwa hivyo ukichoma hiyo dawa hivyo inasuluhisha matatizo ya mtu, naomba yani hapo naomba kila jambo mm -hmm. Na yeye akiwepo mteja anampa ataomba mm -hmm. E, mambo mengine hata na mkoba. Hapa mkoba au uh. Mfuko au uh, sio mfuko, mfuko wa lambo okay. Okay. sawa sawa sawa sawa. na kwenye meza lako hapo anaona Uh, chupa nyingi mno. uh, hizi ndizo baadhi ya uh, dawa ambazo una tibu nazo hey. dawa zipo nyingi, zipo hizo mm. zipo mm. zingine, zingine, zingine zipo huku. Kwa hapo nje nimezitoa jana juzi, zingine hizi hapa, zingine zile, zingine zipo huku, kwa hiyo dawa zipo. asante nyingi. Nyingi. Uh, uh, sana shukrani. na huyu kaka hapa ni nani huyu? huyo ni mjomba wangu nipo naye miaka ni mingi sana, mjomba wangu uh -huh. Eh, ya ya na kazi yake, ila kama hivi tukiwepo, kama hivi akiwana kazi anakuja, tunapiga stori basi uh -huh. Pa, pale tulipoanza ulikuwa unazungumza lugha tofauti ambayo sikuweza kuelewa, lakini aliweza kututafsiria. Yanafanyika yanafanyika vipi yale? Ukiona unazungumza lugha tofauti, ujue na kwepo, labda kuna viumbe ambao wapo tayari, washaingia katika kichwa, ndio maana nakuwa naongea lugha tofauti, na ni kwepo mwenyewe naongea lugha kwa hivyo sasa hivi nazungumza na Nurdini nazungumza na, na wewe sasa, si viumbe wengi hapa, unataka uzungumze, yaani ulikuwa unataka kuzungumza na, unajua si siwezi nikaleo huenda nazungumza na sio, yeah. Lakini nashukuru sana kwa kunikaribisha hapa kwenye ofisi yako na kuwa na mahojiano na mimi Afa, na nafikiri watazamaji wa video hii wataweza kuelewa kwamba uganga sio tu ku, uh, sio si, kazi yake si kuharibu bali ni kujenga, sio uh, asante sana nimeshukuru sana asante. That is my friend Nurdin, and um, it's been it's been a pleasure, you know, being here um, and listening to him. You know, he was explaining that being a traditional healer,